Hivyo nakukaribisha mahala popote ulipo, uweze kuchukua biblia yako karibu. Itakuwa ni nzuri zaidi kama ukisikiliza huku ukisoma kwa kufuatilizia kwenye biblia yako, lakini pia kama mazingira yako hayakuruhusu kusoma kwa muda huko kwenye biblia, pia unaweza ukasikiliza katika hali ya utulivu na unyama, na hali ya ukimya itakusaidia pia kupata kitu cha kimungu. Tusali, tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Mungu, tunanyenyekea kwako katika moyo wa ibada, tunaomba msamaha kwa ajili ya kila namna ya makosa na udhaifu mbalimbali tulionao. Tunaomba ye Mungu tusamee na utuhurumie kwa rehema zako. Damu yako ya thamani tuoshe, ili Bwana tuweze kuwa safi sawasawa na mapenzi yako. Tunakukaribisha Roho Mtakatifu mahali hapa, tunaomba uje, Roho wa Mungu tusaidie, tuweze kulisoma neno lako na kila mmoja aweze kulielewa. Katika jina la Yesu Kristo, tuseme, amen. Karibuni sana. Sura ya e ishirini na tatu. E Bwana, Baba na Mungu wa uzima wangu. Usinitupe katika mashauri ya adui wala usiniache nianguke kwayo. Nani ataweza mijeledi mawazoni na mchapo wa hekima moyoni mwangu? Nisito, nisikose adhabu ya ujinga wangu. Moyo wangu usiachilie dhambi. Ujinga wangu usizidi kuwa mwingi wala dhambi zangu zisiongezeke, nisije nikaanguka mbele ya watesi. Adui zangu asitukuke juu yangu. Ee Bwana, Baba na Mungu wa uzima wangu. Usinipe macho ya kiburi, usiondoe tamaa mbali nami. Choyo na uzinzi yasinipate, wala moyo mpujufu usinisibu. Wanangu, sikilizeni utawala wa kinywa, aushikaye hata kamatwa. Mwenye dhambi katika midomo yake atapatwa na mshutumu, na mwenye kiburi atajikwaa usikizoeze kinywa chako kuapa, wala usifuate desturi ya kulitaja jina lake mtakatifu. Yaani, mtumishi akichapwa daima hakosi kuchubuka, vivyo apae na kumtaja Mungu daima hawezi kusafika dhambi. Mtu mwenye kiapo vingi atajaa uovu, wala adhabu haitaondoka nyumbani mwake. Akikosa, dhambi yake itakuja itakuwa juu yake; akitoa kuiangalia, ametenda dhambi maradufu. Akiwa ameapa bure, hata hakikishiwa, kwa maana nyumba yake itajaa misiba. Kuna desturi ya mazungumzo inayolingana na kuapa, walakini isionekane katika urithi wa Yakobo. Maana hayo yote yawe mbali na wenye haki, wasije wakagaagaa matopeni mwa dhambi. Sikizoeze kinywa chako kunena matusi, kwa maana ndani yake mna maneno ya dhambi. Kumbuka baba yako na mama yako, aketipo katika mkutano wa wakuu, usije ukawa msaulifu mbele yao, ukawa mpumbavu kwa sababu ya desturi yako, mradi utataka kama usingalizaliwa na kuilaani siku ya kuzaliwa kwako. Wala yeye aliyezoea usemi uliofedheheka hupata adhabu siku zote za maisha yake. Watu wa namna mbili huzidisha dhambi, naye wa namna ya tatu wataleta ghadhabu. Mwenye unyege na mwasherati, naye atembeaye mbali na kitanda chake, moto wakao hautazimika hata ukome wala mwasherati haachi hata moto umteketeze. Mwili na nyama mkate wa kila namna ni mtamu kwake, haachi mpaka kufa. Usema moyoni mwake, nani anionaye? Giza limenizunguka na kuta zimenificha, wala hakuna anionaye. Ni nimogope nani? Yeye yeah, aliye juu hatazikumbuka dhambi zangu. Basi macho ya watu ndiyo hofu yake, wala hajui ya kuwa macho ya Bwana yang'ao kuliko jua mara elfu. Yanatazama njia zote za wanadamu, yanachunguza mahali pasiri, mambo yote yaliyojulikana naye kabla hayajaumbwa na kadhalika. Baada ya kukamilika, hakika mtu huyu ataadhibiwa katika njia za mjini, hata na mahali asipodhani atafumaniwa. Vivyo hivyo naye mke amwachae mume wake akaingiza mrithi wa kwa mgeni, kwa maana kwanza amehalifu sheria yake aliye juu Pili, amemkosa mume wake mwenyewe; tatu, amejifanya mzinzi kwa ukahaba na kuingiza watoto kwa mgeni huyo. Ataletwa mbele ya kusanyiko na juu ya watoto wake kutakuwa maulizo. Watoto wake hawatatia mizizi wala matawi yake hayatazaa matunda ataacha ukumbusho wake kuwa laana, wala fedheha yake haifutiki. Nao watu watakaosalia watajua ya kwamba hakuna jema kuliko kumcha Bwana, wala hakuna tamu kuliko kuzishika amri zake. Sura ya ishirini na nne Hekima atajisifu nafsi yake na katikati ya watu wake atajiadhimisha. Katika mkutano wake aliye juu atafumbua kinywa chake na kujitukuza mbele ya majeshi yake. Mimi nalitoka kinywani mwake aliye juu, na kama ukungu nikaifunikiza nchi nikafanya maskani yangu palipo juu na kiti changu katika nguzo za wingu. Mviringo wa mbingu nikauzunguka peke yangu, nikatembea katika vilindi vya bahari, katika mawimbi ya bahari na dunia pote, katika kila taifa na kabila nikamiliki. Pamoja na hao wote nikatafuta kikao na nipate kituo. Katika urithi wa nani? Ndipo Mungu muumba vitu vyote aliponiagiza, aliyeniumba alisimamisha hema yangu, akasema: maskani yako iwe katika Yakobo, urithi wako na uwe katika Israeli. Tangu awali aliniumba, kabla ya ulimwengu wala sikuona kabisa, hata milele. Katika hema takatifu nikahukumu mbele zake, vivyo hivyo nikathibitika katika Sayuni. Katika mji upendwao akanistayarisha, na katika Yerusalemu nikapewa amri nikatia shina katika taifa lililo tukufu, naam, katika sehemu ya urithi wa Bwana nikakuzwa. Kama mwerezi wa Lebanoni, kama mshemeni milima pa Hermoni nikakuzwa, kama mtende utao pwani, mithili ya miwaridi penye Yeriko, kama mzeituni mzuri katika uwanda, na kama mwaromi nikakuzwa. Kama mdalasini na mdewere na manemane, nikatapanya harufu ya kupendeza, mithili ya uudi na unuka wa ubani, na kama moshi wa uvumba hekaluni kama mweloni nikanyosha matawi yangu, na matawi yangu yana utukufu na uzuri. Kama mzabibu nikachipuza neema, na maua yangu ni matunda ya ukwasi. Njoni kwangu enyi nyote mnao nitamani, nanyi mjazwe mazao yangu. Ukumbusho wangu ni mtamu kuliko asali na urithi wangu kupita sega la asali. Wanilao watakuwa wakati wana njaa, waninywao watakuwa wakati wana kiu. Mwenye kunitii hata tayarika kamwe, wala wenye shughuli nami hawakosi mambo hayo. Yote ni kitabu cha agano la Mungu aliye juu, yaani Torati, ile ambayo Musa alituagiza ili tuwe urithi wa makusanyo ya Yakobo, ndivyo torati ambavyo hufanya hekima kuwa maridhawa, kama Pishoni na kama Tigri wakati wa matunda mapya ambayo hufanya ufahamu kuwa umejaa kama Afrati na kama Yordani wakati wa mavuno, ambayo hufanya mafundisho kufurika wakati kama mto Nile, na kama Gihoni wakati wa mavuno ya zabibu. Yule mtu wa kwanza hakuijia kamili, vivyo hivyo huyu wa mwisho hajamaliza kuichunguza kwa maana fikira zake zimetoe, zimetekwa baharini na mashauri yake kutoka vilindini. Tazama, mimi nalitokea kama kijito kutoka kwa moto na kama mfereji wa bustani. Nalisema, nitatia maji bustani yangu na kuyanywesha kwa wingi matu, matuta yake. Kumbe kijito kimekuwa mto, na mto umekuwa bahari. Hata sasa nitazidi kumulikia mafundisho kama alfajiri, nami ni, nitayang'arisha hayo mpaka mbali. Nitakupua elimu kama unabii na kuachia vizazi vitakavyokuja. Tazama, mimi sikujitahidi kwa ajili yangu mimi peke yangu, ila kwa ajili ya watu waitafutao hekima kwa bidii.